Bweni, bweni zuri, sasa bweni limekamilika. Bweni zuri la kisasa. Hata leo mfano, Mama Samia akaja, lakini, lakini, lakini leo mmemuondoa ule fundi mbabaishaji, mmeweka fundi mzuri. Kwa hiyo, mkurugenzi, nikushukuru na nikupongeze kwa sababu sisi e, sio si, mara zote tupo lakini wewe ni daima upo, umeweka mguu chini kwa kweli, kwa hilo sipepesi macho ni kupongeze sana kwa usimamizi mzuri uliofanya mpaka bweni ile sasa limekamilika, na tunakwenda kuona matunda hayo bweni. Sisi tunaendelea kumwambia mheshimiwa rais, tunakushukuru kwa kuendelea kuitendea haki Monduli. Hakika sisi hatuna cha kumlipa ni kumwombea tu kwa Mungu, na sisi sote tuendelee kumwombea Mungu ampe maisha marefu, akiendelea na msebo yani, ya sio, akipata hii miaka mingine mitano hatafanya zaidi ya haya kwa sababu ana maono ya kuiondoa nchi yetu kwenye umbu hili la umaskini Mheshimiwa Mwenyekiti naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametupatia fedha tena za kujenga bweni la pili katika shule hii shule hii ni mpya ilijengwa kwa mradi wa SEQUIP, na tulijenga tena bweni lingine kwa ufadhili wa TASAF na sasa tena tunakwenda kujenga bweni la pili. Kwetu sisi kama halmashauri tunaona ni chachu ya kuboresha mazingira ya watoto kupatia elimu kwa sababu shule zetu zote ni za bweni na serikali bahati nzuri inatupatia fedha za chakula cha bweni kwa ajili ya wanafunzi. Kwa hiyo tunaendelea kushukuru serikali. Rai yangu mimi ni usimamizi mzuri, utunzaji wa vifaa na mwelekeza mkuu wa shule na ile kamati ya usimamizi wa mradi utunzaji wa vifaa uzingatiwe ili bweni. Sasa hivi tulikuwa tunazungumza na mkurugenzi, akaamelipa jina, amenipa jina la Kimasai, anasema amemusi. Sasa ile <laughs> ni ngumu kwamba ni mtu amesubiriwa kwa muda mrefu lakini hatimaye amekuja kuzaliwa. Mheshimiwa mwenyekiti, hili ndio bweni la kwanza kwenye sekondari hii ya kwetu. Nakumbuka tangu tumepata mradi wa sekondari tuliona pia kwamba ni na lenyewe ni changamoto u mwenyekiti, huu mradi na shukuru umekamilika kama tunavyoona wote. Huu mradi um, um, um, umetebelia kwenye mgogoro mkubwa, na nadhani kuna watu wameumia, lakini maumivu yale yote, kulikuwa na kitu tunachokihitaji. naitwa mwalimu Thomas Joseph Lukumai, mkuu wa shule Mswakini Sekondari. Uh, ni shukuru kwa namna kipekee serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kutupatia miradi miwili mikubwa, bweni la kwanza kwa ajili ya wa wavulana na bweni la pili kwa ajili ya wa wasichana. Mradi huu uliokamilika una faida kubwa sana katika kuinua taaluma mahali hapa.